Yamani wa Tanzania aliyeua pia katika tarehe 29, 30 na 31 ni Sumai. Kuna video nimeposti, ni yeye asilimia mia mbili. Ile video nimekuwa naifanyia tuka, tunaifanyia kuiangalia, sio peke yangu, nina kikosi nyuma hapa Japani, tuka tunaiangalia sana, tunaiangalia sana like, kujua kwamba ni yeye, so ukiangalia everything wameangalia wanaojua kuangalia wameangalia kila kitu, so ni yeye, video nafikiri imepost Sumai. Alifanya mauaji nakumbuka, yule kaka anasema kama Somalia, yule ni Sumai aliyekuwa anapigiwa tulisasi pale, amevaa t-shirt nyeusi na hapa nye mbele nyeupe na ile kofia ameovaa pia, alikuwa amevaa alipoenda kumfuatilia Mheshimiwa Ngwajima ndugu wa Tanganyika, tafadhalini sana mimi lecho bwana alikwambia mnishike vizuri mnishike vizuri sana. Inamaanisha. Inamaanisha sana kwa ajili ya taifa letu, haya mambo yanayoendelea sio hata kidogo, mjue hilo. Tunahitaji kupambana na hawa maharamia sana sana. Naona comment amekuja ku comment hapo na fekero yake, ile ni yeye kwa sababu jinsi ambavyo saundi yake Sumaini yeye. Ananiambia akaunti zako hata mwezi haifiki. Ngoja nikwambie saa. Sum. Sumai, sorry, Sumai. Ngoja nikwambie Sumai. Mimi mmeshafunga akaunti zangu mia na moja. Yaani kuhusu akaunti mimi si sina si babaiki. Akaunti yangu ikifungwa watu watanifuata na watanisikia ninachokiongea. Mnajua ni makadia kwa ndio maana wanaangalia kufunga funga akaunti zangu. Kufunga funga akaunti zangu. Kuna comment ume comment kwenye hii page. Na ile fekero ni ya kwako utake usitake ni wewe. Eti mara alicho buy swini na nini? Kuwa na adabu, kuwa na heshima. Unajua na maanisha, kuwa na heshima. Unavyoambia kwamba mm, tumalize mm, tumalize o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. Naenda huku na ukia huku, naenda huku na ukia huku. Ndugu zangu ni nina vitu vingi havijafika hata serusa ambavyo nimeposti kuhusu Samia Sumai Abduli Mzenji yani, au grupu lote wakina m Makonda Kikwete, wakina Liziwani, hata serusi zija poste, hata serusi, hata serusi zija hata poste. Kwa hiyo don't, yani, try me don't try me, don't, try me, don't. I say that don't try me, nina yenu mengi na nasubiri, nasubiri ICC au majibu yenu ndio mtajua kwamba huyu demu sio, nikwambia tu unaenda. oh, oh, oh, sasa basi tulia. Hello jamani wa Tanganyika. Umeona ile gari iliyotumika kubeba wale wauaji, ile gari ni ya Mzenji, anaimiliki Mzenji lakini nakaaga kwa Harmonize. Mtajiuliza kwa nini Harmonize? Harmonize anatumika kuuza madawa ya kulevya na wakina Kikwete kama kawaida tu kama alivyokuwa huyu mwanaume wake na na Nandi Mesha nielewa. Harmonize ndiye mtu ambaye anatumika, ndio maana mnakumbuka hata katika wakati Samia ameapishwa, Harmonize aliitwa Ikulu. Na Shilole, kama unajua Shilole anakula vyombo, anyway. Kwa hiyo ile gari iliyotumika kuua Watanganyika, ile gari inakaa kwa Harmonize, inakuwa inabadilishwa plate number mara kwa mara. Na ile gari mmiliki ni huyu hapa Mzenji. Huyu Mzenji bwana anajifanya ana anajifanya na miliki timu ya kikapu. Kwa ile timu pia nita, nitaanza ku, kuwataji wale wachezaji. Huyu hapa Mzenji, huyu ni mtoto ambaye alilelewa na Samia Suluhu Hassan, huyo muuaji haramia. So huyu Mzenji ndio yapo kwe, pembeni kwenye gari pale, yule pembeni kule kwenye gari ni yeye, 100% ni yeye ambaye alikuwa anaendesha hawa maharamia wa uwaji na wakina Sumai wakiwepo Ndugu zangu ni tumewashika hapa, tumewashika hapa, tumewashika hapa tena. So wengine wote pia nitaendelea kuwaleta mpaka wale wanawake wauaji wote, nitaendelea kuwaleta wale mibonge, mibonge. Wale mibonge ni wazanzibari wamechanganyika na watanganyika. Nitawaleta wote hapo. Kwa kweli, hatuwezi kuwa la hovyo la na taarifa la hovyo namna hii la wauaji, watekaji, maflauzi, mafilauni wanaouza midawa ya kulevya, hao wakina Kikwete wakina Lizwani kupitia kwenye uwanja wa Kia pale Arusha, uwanja wa Kia pale. Huyu ambaye ni mzenji ndio Konkodi na wakina Kikwete, na hao ndio wana wanawatumia wana wasanii pia kwa ajili ya kusupply, yani kupeleka sehemu mbalimbali, lakini pale Kia wanapitisha pale kama nilivyowaambia mwanzo, dawa zao hazikaburiwi. Ndege yao haikaguliwi, inapitaga tu pale, inapeleka Abduli. Mmeakanyaga hii ni namba nyingine, lakini evidence zote pia ninazo na ataleta moja baada ya nyingine. Of course I'm Rachel D. for real.